Hii dola tano ya Marekani eh, hii ya Marekani wazee wa in god we trust, na hii hapa dola moja ya kwao central bank of Bahamas. Unaona kuna huyu naitwa salinde ni pinlin kiongozi wao sehemu. Kwa hiyo, yani hapa kuwa na hela za mchanganyiko kitu cha kawaida e, hey, yani hamna tofauti kabisa. Yani yani unaweza ukaenda, nilienda kula kwenye restaurant moja hivi nika nikampa uh, nika maanake sehemu nyingi yani Si si, si, si si kama ni uswahili, lakini yale sehemu nyingine unamwambia hapa, tunataka cash tunataka card na nini. <laughs> Sio hiyo, sijui kama ni mambo ya kukwepa kodi au kwamba ndio kwamba mashine mbovu kweli, maana mtu wa taxi kwanza kutoka airport kaniambia ana hauna cash hapo, maana mashine yangu mbovu hii sasa. <laughs> <Okay>. kabidi twende kwa twende twende kwenye, <laughs> duende, duende, duende kwenye eh, eh, ATM nikachomoa nikampa, akiza kwenye restaurant pale nimekula, nimempa hela za kwa huku katika change akanrudishia, amechanganya na, na dola. Kamwambia, vipi bwana changanyo? anamwambia tena wanavyoongea wenyewe kama vile Wajamaika fulani hivi, dola to dola my friend. <laughs> Kwa hiyo akanichanganya nikamwelewa, lakini kwa hiyo yani, dola ya Marekani na dola ya huku tofauti hamna kabisa. Yani, unaweza kwenda kula popote au kwenda kufanya chochote, afu karudishiwa change zimechanganywa, dola ya Bahamas na dola ya Marekani. Kwa hiyo <laughs> dola moja ya Marekani <laughs> ni sawa na dola moja ya hapa.